Baba alia kwa uchungu baada ya mwanawe kupigwa risasi wakati wa kutazama mwili wa Raila Odinga. Karibu kwenye taarifa zetu za T046, mimi na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Familia moja jijini Nairobi imetumbukia katika majonzi kufuatia kifo cha mwana wao aliyejulikana kama vincent Otieno. Otieno aliondoka nyumbani mapema alhamis Oktoba tarehe 16 na kujiunga na umati mkubwa wa ombolezaji waliokuwa wamekusanyika kutazama mwili wa aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Odinga. Alikuwa miongoni mwa wengi walioelekea uwanja wa Kasarani kutoa heshima zao za mwisho kwa mwanasiasa huyo mkongwe aliyeaga dunia nchini India. Hata hivyo, wakiwa uwanjani hapo, mambo yalibadilika sana, baada ya polisi kufyatua mabomu ya machozi na risasi za moto katika kujaribu kutawanya watu hao anajiri baada ya baadhi ya waombolezaji kujaribu kufika kwenye jumba la ra, urais ambapo viongozi wakuu kuu akiwemo Rais William Samoei Ruto, familia ya Raila na viongozi wengine walikuwa wakisubiri kabla ya kutazama mwili huo. Cha kusikitisha ni kwamba watu watatu waliripotiwa kufariki katika mzozo huo na kuacha familia zao zikiwa na huzuni. Wakenya walishiriki picha na video za watu waliopoteza maisha katika siku iliyokusudiwa kuwa ya amani, lakini ambayo badala yake iligeuka kuwa na vilio na sifa kwa hayati Raila Odinga. Katika video moja ya mtandaoni iliyosambazwa kwenye mitandao ya Facebook babake Vincent mesha kokode alionekana akilia bila kujizuia. Mwanawe alikuwa amelala kwenye sakafu ya Land Cruiser ya polisi ikikaribia kupelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha City Mortuary. Okoda alipiga magoti kando ya maiti ya mwanawe akilia kwa uchungu, kwa wakazi wengine wakitazama, wakimhurumia. mtoto wangu wa pekee, huyu ndiye mtoto wangu wa pekee, hee alisikika akisema huku akitokwa na machozi. Wakenya kwenye mitandao ya kijamii walionyesha mshtuko wa masikitiko yao, huku wengi wakishutumu gasi zilizoharibu siku iliyokusudiwa kuwa ya amani ya kumwomboleza Raila Odinga. Mambo mengine yanauma sana, niliona mvulana huyo akiwekwa kwenye gari hilo, nilikuwa nimekaa karibu nalo. Ndizo taarifa za hivi sasa, unaweza tuona hapo kwenye comment section. Hii ni T-046 Media.